Aa, sasa, hiki kipindi cha mvua, hali ya hewa ikiwa kama hii hapa, pia kwenye ufugaji huku kuna kunakuwaga kuna majanga yake ambayo yanasababisha vifo vingi sana. Kunakuwa kuna, kuna magonjwa ambayo inapaswa wewe mfugaji hapo ujiandae kukabiliana nayo ili uweze kuwanusuru kuku wako na vifo kwenye hii video nitakutajia, haya magonjwa, lakini pia nitakutajia na suluhisho lake, utafanya kitu gani ukiona hivyo, lakini pia nitakutajia na dalili e, na kabla mvua hazijaza vizuri, maana ninavyorekodi hii video ni mvua bado hazijaza vizuri, ujiandaeje ili uweze kukabiliana vizuri na haya magonjwa. Aa, sasa changamoto ya kwanza kabisa kipindi cha mvua ni mvua kuingia bandani. Kwa mfano, unaliona ili banda aa, kama itanyesha ile mvua ya kuelekea hivi ile ya kulala ile ya kuelekea e, bandani kutokana na hili paa lazima tu mvua itaingia. Na hii changamoto, unaona ndio maana mtu unakuta anaacha kepu kama hivi. E, hiyo kepu ni kwa ajili ya kuzuia mvua isiweze kuingia bandani. Kwa hiyo wewe angalia banda lako lipoje. Lina uwezekano wa kuingiza mvua bandani na kama e, mvua itaingia bandani kuku wakiwemo bandani, matokeo yake ni kwamba au kuku watapata changamoto za miharo, hasa hasa muharo wa damu, umeona. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo utakuwa unakutana nayo. Pia hii changamoto unaweza ukaizuia kwa kuzungusha maturubai kwenye banda lako kipindi ambacho mvua inakuwa inanyesha, e, kama umeshindwa kutengeneza kepu kama hiyo niliyokuonyesha hapo mbele na e, sasa kitu kingine ni kwamba kama mvua itaingia bandani, inatakiwa ujitahidi kusafisha hilo banda. Yani kama kulikuwa kuna matandazo, basi jitahidi uondoe matandazo yote, kisha uweke matandazo mengine. Na inaweza ikawa ni kazi ngumu, kwa sababu kila siku mvua inakuwa inanyesha. Kwa hiyo unaweza ukarudi pale pale kwamba e, suluhisho la kuweka paa ambayo itafanya e, mvua isiingie bandani, ndio suluhisho la kudumu, hata kutibia E, utakuwa unatibia mpaka unachoka, kwa sababu muda mwingine maji unaweza kuona yanatuama kabisa e, bandani. Kwa hiyo kuku kwanza wanakuwa wameloana, wana na kuku wakiloana, manake baridi inaingia hadi kwenye mifupa. Kuku utakuta baada ya muda mfupi wanakuwa wanavaa makoti, lakini pia miharo kama hiyo, muharo wa damu, uh, miharo ile mieupe, ipo kama kamasi, hiyo ndio utakao kuwa unapata. Na kama imeshatokea hivyo, basi unaweza ukatumia a, mchanganyo wa majani ya mpapai au mwarobaini e, ukachanganya na kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Utachanganyia e, jagi moja la kwa mfano la mwarobaini jagi moja utaweka kwenye e, maji lita kumi. Wakati huo ukiweka kitunguu saumu kimoja na tangawizi moja, utawapatia kuku wako siku tatu mfululizo, kisha watapona. Lakini kupona kwao ni kwamba E, banda liwe limesafishwa, kusiwe tena kuna changamoto ya mvua. Kama kuna changamoto ya mvua hiyo, tatizo linaweza likawa linaendelea linaendelea bila ya kupona. Aa, sasa changamoto nyingine ni kwamba kama unao kuku wanaotembea nje kama hawa hapa, utakuwa unapata miharo, hasa hasa nyakati zile za asubuhi. Miharo ambayo inakuwa mchanganyiko yani rangi eh, ya kaki mala nyeupe, yani kuku wanakuwa kujisaidia kinyesi ambacho ni cheupe kidogo, inakuwa ni nadra kidogo. Ah, hapa namna pekee ambayo unaweza ukajikinga, eh, na hii kitu ni kwa kutumia Uh, kwa kutumia majani ya mpapai mara kwa mara, yani hakikisha haya majani ya mpapai pamoja na kitunguu saumu na tangawizi una blend unawachanganyia kuku wako mara kwa mara. Kama unakosa haya, basi unaweza kutumia hata majani ya mbaazi, lakini hichi kipindi pia e, yale majani ya mashona nguo yanakuwa yanaota. Kwa hiyo na yenyewe pia unaweza kwa blend ukawawekea kuku wako vizuri kabisa. Hiyo michanganyo hiyo itafanya uepukane na ile miharo ambayo unakuwa unaipata mara kwa mara. Aa, lakini pia ni wakumbushe tu wafugaji ni kwamba hiki kipindi using'ang'anie sana kuzuia. Kuna wapo wafugaji ambao huwa wanazuia e, mvua isiingie bandani kwa kupandisha mabati juu zaidi na kushindwa kuacha nafasi ambayo inaweza ikapitisha hewa hiyo, pia inaweza ikaja ikawa changamoto baadaye. Kwa mfano kama unajenga banda sasa hivi unakuta mtu e, kushusha bati kama ambavyo tumezishusha sisi chini hivyo, anaogopa mvua isije ikaingia bandani, kwa hiyo anazipandisha juu zaidi. Sasa changamoto ya hapo, utapata changamoto ya mafua, na ukipata mafua ya safari hii ambayo mvua zinanyesha hivi, huaga inakuwa ni mafua makali sana, yaani lazima kuku atavimba macho. Uh, utakuta natoa yale madonge yale na yanakuwa hayatulii, yani hayo mafua yanakuwa hayatulii. Hichi kipindi ni kipindi kizuri sana kwenye ufugaji endapo uta fanya vizuri yani utaweza kuzuia mvua isiingie bandani. Ni eh, ni kipindi kizuri. Kwa nini nasema ni kipindi kizuri? Kwa sababu ni kipindi ambacho pia kuku huwa wanakuwa sana kutokana na hali ya hewa ambayo ipo, ni hali ya hewa ambayo inakuwa sio baridi kali, lakini pia haina joto kali, kwa hiyo kuku wanakuwa wanakuwa vizuri sana. Lakini kwa wale wafugaji ambao wanafuga wanawaachia kuku wao nje, labda kuku wa kienyeji kama hivi, unawaacha wanatembea nje, ni kipindi ambacho e, gharama za ufugaji huwa zinapungua kwa sababu kuna, kuwa kuna majani mengi, kuku wanakula majani mengi, lakini pia e, yale majani ambayo wanakula mengi waga yanakuwa ni tiba a, na muda mwingine haya majani huwa yanakuwa ni booster za kuwafanya kuku watage vizuri sana. Ndio maana hichi kipindi utagaji wa kuku unakuwa ni, ni, ni upo juu sana lakini kitu kingine e, faida za hichi kipindi cha mvua ni kwamba ni kipindi ambacho Uh, hata wale ambao wanafuga kuku wa kienyeji kiolela kabisa kwamba mama yao ndio anawalea hawa e, vifaranga ni kipindi ambacho we, wale ndege wa, wa, wakali kwa mfano mwewe hawawezi uh, kuwashambulia vifaranga kwa hiyo ni kipindi kizuri sana cha uzalishaji. Aa, lakini pia unaweza ukaanza mwaka 2026 na, na hivi vitabu kuna kitabu cha tiba za asili e, kitabu kizuri sana kuna safari ya ufugaji e, sambamba na hivyo vitabu viwili tunavyo vitabu vingine zaidi. Jumla tunavyo vitabu vitano. E, tuna hiyo ufugaji wa broiler lakini pia tuna ufugaji bora wa e, kuku wa kienyeji lakini pia tuna mwongozo e, maalum wa ufugaji kwa tiba za asili namna ambavyo unaweza kutumia tiba za asili ili kuboost kuku watage sana lakini pia wawe wakubwa. Hivi vitabu vyetu, kitabu kimoja ni shilingi elfu kumi na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Hivi vitabu vitakusaidia sana sana wewe mfugaji ambaye umekuwa ukihangaika kwa muda mrefu ukipata changamoto mbalimbali mbali, lakini pia vitakusaidia kwenye kupunguza gharama kwa mfano uh, kitabu cha hivi, hivi ambavyo ni mwongozo vitabu ambavyo ni mwongozo kuna tiba za asili kuna safari ya ufugaji, ufugaji bora wa broiler, ufugaji wa, wa kuku wa kienyeji. Hii yote ni miongozo ya namna ambavyo unaweza kuwafuga kuku ambao wanatajwa na hivi vitabu vitakusaidia wewe kupunguza gharama kwa sababu utatengeneza chakula ambacho ni bora kwa gharama nafuu kwa kuku wako. Umeona, itakupunguzia gharama, lakini pia hata vitabu vya tiba za asili e, kama mnavyojua hizi tiba za viwandani ni gharama sana. Kwa hiyo ukitaka kuzipunguza tiba za viwandani Eh, hizo gharama basi, ukipata hivyo vitabu vitakuelekeza tokea hatua ya kwanza eh, kuku labda anaumwa typhoid dawa gani ukichanganya, utampa kwa siku ngapi, utachanganya eh, na maji kiasi gani. Inakuwa ni rahisi sana kwako wewe kwenye ufugaji wa kuku. Wengi waliotumia hivi vitabu viliwanufaisha, na kama unahitaji kutu eh, kupata hivi vitabu unaweza kututafuta kwa njia ya WhatsApp. E, namba yetu ni hiyo hapo ambayo unaiona ni shia thelathini na tisa, au ukatupigia simu tukawasiliana, na tunakutumia muda huo. Ukilipia muda huo unatumiwa kujiunga na kundi. Ada yake ni shilingi elfu nane, unalipia kwenye hii namba, tunakuunga kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili.